Asante, Halidi Ganga. na kutoka Dar es Salaam tunaelekea mji wa kisiasa katikati ya nchi, Dodoma. Mkutano wa tatu wa Bunge la kumi na moja umeanza mjini Dodoma kwa wabunge wapya wa nne wa kuapishwa. Wabunge walioapishwa ni Lucy Owenya, Oliver Semuguruka, Rita Kabati na shamsi Vuai na hodha katika kipindi cha maswali na majibu, naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi Hamadi Yusuf Masauni ameliambia bunge kuwa serikali kwa kushirikiana na shirika la Umoja wa Mataifa linalohudumia wakimbizi UNHCR lipo katika hatua za mwisho za kuhakikisha na kuhakiki idadi kamili ya wakimbizi ili kutoa uraia kwa wanaostahili kama rais alivyoahidi. Kwa upande wake Naibu Waziri wa Nishati na Madini Dr. Meldad Kalemani amewatoa wa hofu wa Tanzania kuwa pamoja na shirika la changamoto za milenia MCC kujitoa katika ufadhili katika awamu ya tatu, ujenzi wa miradi iliyokuwa ikifadhiliwa na MCC, ikiwemo usambazaji wa umeme vijijini itaendelea kwa kutumia uwezo wa ndani. Naam. Na, na tukiwa bado tumesalia katika habari zinazohusu bunge, wakazi wa jiji la Tanga wamewaomba wabunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuondoa tofauti zao za vyama pindi wawapo bungeni, lengo likiwa ni kujadili miswada kwa ufasaha na kuwaletea maendeleo wananchi. Wakizungumza kwa nyakati tofauti, wananchi hao wamesema kipindi cha uchaguzi kimekwisha pita na kwa sasa kinachotakiwa ni kuungana na kuwasaidia wananchi pamoja na taifa zima ili kufikia malengo yaliyokusudiwa. Mwandishi wetu kutoka Tanga, Betha Mwambela, na taarifa kamili. Wakati macho na masikio ya Watanzania wengi yako makao makuu ya nchi yetu yani Dodoma, ili kuona wale wawakilishi wa wananchi ambao ni wabunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania linaloendelea na vikao vyake mjini Dodoma, niko katikati ya mitaa ya jiji la Tanga leo hii na kutana na baadhi ya wananchi ambao wana maoni yao juu ya vikao ambavyo vinaendelea. Aa, mimi maoni yangu kuhusiana na vikao vya bunge vinavyoanza leo mjini Dodoma, Maoni yangu mimi, nawaomba wabunge wote wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania watakaofika katika bunge hili wakae kwa ajili ya kujadili maslahi ya Tanzania na maslahi ya wananchi wa Tanzania kuliko kujadili maslahi ya vyama vyao. Kipindi cha uchaguzi kimesha kuisha, mimi nashangaa. Watoe tofauti zao za vyama ili mambo yaende vizuri. Mimi sioni vizuri kwa kweli, huwa wanapoleta tofauti ya za vyama, hazina faida tena wala hazina maslahi tena kwetu. Mimi nachoambia wabunge, washikamane kile lilikuwa la haki na lazima lipite. Naomba wabunge wote wa, wa jamhuri ya muungano wa Tanzania wawe kitu kimoja. Bunge limeanza Dodoma. Sisi wananchi tunachotaka ni maendeleo. Wabunge wetu mtufanyie maendeleo, sisi wananchi, sio nyinyi wabunge mnagombea vyama, mala mimi Chadema, mala mimi CCM. Si tunachoomba tu, tumewachagua kwa ridhaa yetu, mtufanyie maendeleo. Mimi nikiona wangekaa pamoja vile vile, pia wakakaa waka, wakaata waka mbaa vyama yani, wakakaa wakautetese sisi wananchi, so tujue tunaishi maisha yetu ya vipi. Yani, hayo ni baadhi ya maoni ya wakazi wa jiji la Tanga kuhusiana na vikao vya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania vinavyoendelea mjini Dodoma. Nikiripoti kutoka Tanga, naitwa Betha Mwambela wa TBC.